Kwema, kwema kabisa. Ushindi wa goli tatu ugenini, sare ya bila bila kufungana Benjamin Mkapa inawapeleka hatua ya makundi e, unajua watu wengi wamezoea kwenye ligi, si umeelewa? Eh, mashindano ya kimataifa na ligi ni vitu viwili tofauti. Ligi ina plani yake na mashindano ya kimataifa ina plani yake. Kwa hiyo game plan ya kimataifa, umeelewa bwana, mtu anapopata matokeo ugenini huwa mara nyingi akija nyumbani kwanza analinda yale matokeo si umeelewa? kwa sababu ukienda papala, papala kutafuta matokeo tena, yani ushinde tena mechi nyumbani kwako inaweza ikakuletea shida, na hii Simba walishaona mfano Simba na Join Galaxy. Tulitoka kule mbili kama unakumbuka, tulishinda mbili bila, tukaja hapa tukataka sifa, tukawa tunawatafuta tena nani, nani Join Galaxy. Dakika ya tano Tubwali anapiga mashine, tukapata goli la ngapi? Goli la kwanza Simba mwalimu akawa amejisahau, mashabiki tumejisahau, wachezaji wamejisahau, tukawa tunawachukulia poa Join Galaxy, tukawa tunashambulia tu muda no, wote, tayari tuna aggregate ya goli tatu bila. Lakini kipindi cha pili tumerudi, mfumo watu kwa tunacheza ule ule. Kwa matokeo yake wakaja wakasawazisha, wakatupiga goli la pili, wakatupiga na goli la ngapi, goli la tatu. Matokeo yake sisi tukafanya nini, tukatoka tuka kwa tatu moja. kwa hiyo sasa Simba huwa mara nyingi huwa anajifunza vitu, si umeelewa? Wewe ushapata matokeo ya goli tatu ugenini, unahitaji nini, nini sasa? Umenelewa? Kwa hiyo wale wamekuja na game plan yao na sisi tumeingia na game plan yetu ya kuzuia. Ndio maana unaona mwalimu mara na ya kwanza akuanza na striker kwa sababu hatuna uhitaji wa kutafuta tena nini magoli, tukacheza na force na, na, na number 9 umenelewa bwana. Timu ikawa kibwa anashuka mpaka chini, anakuja kusa, kusaidia kufanya nini kudifensi pamoja na nani na Mutale, wote wakawa wanashuka hapo, wanashuka wanashuka chini. Kwa hiyo Mutale ndo sometime akawa kama artificial namba nain ni pale juu, lakini kikubwa tulichokuwa tunaangalia ni ulinzi wa zile goli tatu tulizozipata kule. Simba ni timu kubwa barani Afrika, kwa hiyo lazima icheze kwa timing. Ah, wewe ukitaka kujua kwamba timu ndogo huwa mara nyingi ndo zinacheza kwa papala papala, muangalia alaisbelkane yumo kwenye mashindano, atolea si ndio bingwa mwaka jana yule, ambaye alimdhulumu Simba akachukua kikombe mwaka huu, klabu bingwa ameiweza kashindwa na akakutana na nani? amekutana na Lali Tripod. Mechi ya kwanza ugenini ameenda ametoa sare bila bilabila na Tripod. Kama Simba vile alivyofanya, lakini mechi ya pili second leg wametoka moja moja na alitangulia kupata goli yeye, lakini mwisho wa siku kwa sababu anacheza mpira wa kitoto yeye anahitaji kushambulia tu apate magoli mengi matokeo yake wale wakasawazisha ikawa moja moja, RS Berkane ametoka nje, lakini kwetu sisi Simba tumeshukuru Mungu kwa sababu tayari tumerudishwa namba. Namba kwenye ta, poti, poti namba moja kwa sababu RS Berkane ndo alichukua nafasi yetu kwa sababu yeye yuko na nafasi ya nne, sisi ya tano. Kwa hiyo yeye ametoka, Simba amerudi nafasi ya nne. Kwa hiyo matokeo yake sasa, Simba mpaka sasa hivi ni nafasi ya nne, amemzidi RS Berkane. Kwa hiyo sisi tumeingia kwenye poti namba gapi? Poti namba moja. Kwa hiyo jibi kama mpo kwenye poti namba moja saizi, pengine kuna uwezekano na ninyi kukutana na watani wenu, kwa sababu wenyewe wako kwenye poti namba mbili, eh, na sii ndo tunamtaka mtaka simeelewa? Yani kule ndo tunamtaka kwenye klabu bingwa, nakwambiaje, kule ndo tunamtaka. Yanga anatusumbua sisi kwenye ligi tuna maefu yaani, yani mpira huu wa ndani ndio anafanya nini, anatusumbua, lakini kwenye kimataifa kimataifa kule hakuna kuruka ukuta. Kimataifa hakuna kupitia geti dogo. Kimataifa hakuna kupitia mlango tofauti na geti kuu. Na Yanga hajawahi kupita geti kuu akamfunga Simba, si umeelewa? Kula ushirikina ufanye unavyojua wewe, lakini lazima upite kwenye geti kubwa, ndio kafu wanavyotaka, ili wale cfy channel friends ambao ndio wenye wenye wenye, wenye, wenye, wenye, wenye mpira wao barani ya Afrika ndio wenye majukumu ya kuchukua haki za matangazo lazima wakupate pale geti kubwa, unaingia unaonekana kila kitu. Kwa hiyo yanga hawezi kuruka ukuta, yanga hawezi kupita geti tofauti na geti kuu. Kwa hiyo mechi lazima iwe ngumu kwao, si tunamhitaji tu, vizuri tunampiga nje ndani, yani ndio utajua simba ni timu ya aina gani. Tutarajie mechi za kimataifa kuchezwa Benjamin Mkapa, nje ndani, mechi za kimataifa zitachezwa hey, nje ndani, simba na... simba na yanga zitachezwa pale, mechi mbili Mechi ya kwanza ataanza simba ya kwake au yanga ya, ya kwake. Alafu atakuja nani? Atakuja Yanga. Sisi tunamhitaji yeye kwa sababu yuko poti namba mbili, sisi tuko poti namba moja, possibility ya kukutana ni kubwa sana tutakutana naye. Mmekuwa mkipoteza mara nyingi dhidi ya yanga afrika sila, kwa sasa mnajiamini sana kwenye mashindano ya kimataifa na mnaitaka yanga leo ke... Nikwambie kitu umwaka ni tofauti, si umeelewa? Umwaka ni tofauti. Dabi zote duniani zimevunja miko. Dabi zote duniani zimevunjwa miko. Dortmund na Bayern Munich, alifungwa Dortmund mechi tisa, lakini tayari Bayern Munich amefanya nini? Amefungwa na Dortmund. Italy, Inter Milan amemsumbua sana AC Milan. Lakini tayari AC Milan amemfunga Inter Milan. Ukienda La Liga Spain, sa El Clasico, dabi kubwa duniani kwa sasa, tayari mwiko amefanya nini? Umevunjwa. Barcelona jana akachezea ngapi? kachezea chuma mbili mpaka wana ushangumi. Kwa hiyo mikote imevunjwa. Ukienda Uingereza Liverpool ameisumbua sana Manchester. Ame amefanywa nini pale pale Anfield kafungwa pale pale. Kwa hiyo dabi zote msimu huu ni msimu wa kuvunja mwiko, kwenye mechi zote za dabi kuna mabadiliko makubwa kwenye dabi. Bado kwa kwa nyie sasa, dabiakwanza tunaanza tarehe kumi na tale tale tatu mwezi wa kumi na mbili na inawezekana kwa sababu droni tarehe tatu Haya, mashindano yanaweza yakaanza kwenye tarehe kumi na tano kumi na sita inawezekana mechi ya kwanza ikawa Simba na Yanga, inawezekana tukaanza mechi za klabu bingwa alafu ndo tukaja mechi ya ligi. Tutamwonyesha adabu kamba kwenye klabu bingwa, mnampindua tu tunampindua nje ndani, huku ni kwetu, si umeelewa? huku ni wapi? huku ni kwetu, na mwiko adabu umevunjwa duniani kote. Italia ishavunjwa, mwiko umevunjwa, Spain ishavunjwa ukienda Ujerumani imevunjwa ukienda Uingereza imevunjwa. Hizo ndio ligi kuu duniani. Wa ubora wa wachezaji hasa wa Simba walioko Simba na walioko Yanga, unaona ni wazi kabisa kwamba mnaenda kukidhihirisha nacho kizungumza mwandishi, yani kitaswira kawaida tu. Hivi benchi la Yanga wakianza na first 11 kuna nani? Ushawahi kusikia Yanga wanalalamika yani kwa mapakome yake nje ili acheze mtu mwingine? Ushawahi kusikia? Lakini Simba soa Jonathan Didier Drogba so anakaa benchi, mwalimu. Mchezaji aliyocheza kombe la dunia Wydad Casablanca na Man City anakaa benchi. Mukwala anakaa benchi. Neo Maema, captain wa Mamelodi Sundowns na timu ya taifa ya South Africa anakaa benchi. Umeiona Simba hii? Kamala yuko benchi, Bajabili yuko benchi. Hiyo e Simba kwa hiyo Simba kila mchezaji anayecheza. Sawa, ni afadhali ya yule aliyokuwa benchi kuliko yule aliokuwa ndani. Au unaweza kusema afadhali huyu aliokuwa ndani asitoke kuliko wao waliokuwa nini? Waliokuwa benchi. Yaani ndio Simba ilivyo. Simba unaweza ukapanga vikosi viwili. Yaani vilivyoshiba na vyote vikafanya nini? Vikakupa kitu. Unaweza mgazamia mechi mbili ndani ya siku moja. Hivi wewe mchezaji kama mpanzu ushawahi kumwona anafanywa sabu? Lakini Simba si anafanywa hesabu anatolewa mpanzu. Lakini pakome kule anafanywa sabu. Pakome amecheza unaona kabisa ana injury. Anacheza huku anagutulia, anakunja sura, lakini mwisho wa siku wamemng'ang'ania, bado wanaye, anacheza mpaka anamaliza mechi, anapigwa masindano. Max Zingeli ushawahi kumuona anakaa benchi? Yani wachezaji wa Yanga ni wawili, Max Zingeli na nani na Pakome. Lakini Simba tuna vyuma mpaka watu wanalalamika, yani wana hamu ya kuwaona hao wachezaji wapate kufanya nini? Wapate kucheza. Kwa hiyo sisi tuna kikosi kikubwa, yani tuna uwezo wa kwenda kucheza mechi ya klabu bingwa na kikosi kingine kikabaki kikacheza ligi. Kapombe jana amekaa benchi sawa, dakika 90, kaanza nani Duchu na akakupa kitu kile kile. Tunacheza tu, watu jana walikuwa na relax kwa sababu tayari tumeshafuzu tufuge energy tunapumzika siku mbili timu inatakuwa isafiri elekea Tabora kwenda kucheza na TRA ambayo ilikuwa Tabora tukitoka huko tarehe mbili tunacheza mechi ngumu na Azam. ngumu na na Azam mimi nahesabu ndio mechi tarehe mbili kwa hiyo tunapumzika tena siku tatu baada ya tarehe thelathini kwa hiyo lazima wachezaji wapate watunze energy kwa ajili ya mechi ngumu za ligi za wale ambao jana, walikitazama kikosi cha Simba kwa sababu hizi mechi ndio mechi za ubingwa wale ambao jana walikitazama kikosi cha Simba wakasema kwamba kikosi kimecheza hovyo kama ndio kikosi hiki hata tusitarajia kwamba makundi kufanya vizuri. Kumbe ulikuwa ni mtego na kutunza nguvu, hilo ulikuwa ni mtego. Alafu sema tusifanye mazoea. Sasa imekuwa ni historia kwa background ya Simba pindi anapotoka na matokeo makubwa kutoka ugenini, yaani Simba akitoka na mtaji mkubwa ugenini, huwa mara nyingi akirudi nyumbani kama anakuwa anafanya nini, kama tunabweteka, yani kuanzia mashabiki uwanja, si unaona hujaja mashabiki, mashabiki wenyewe tumeizalau mechi kwa sababu tayari tumeshafanya nini, tumeona tushafuzu, tumemaliza. Umeelewa? viongozi inawezekana nao vilevile wamerelaksi, wanaona mechi ishafani shaisha, kwa hiyo mikakati haikuwa ile ya kisawasawa. Alafu kuna swali tunatakiwa tujiulize, kwa nini Yanga akianza aki kucheza, Simba akifuatia mechi yetu inakuwa ngumu? Hapa kuna shida. Kwa hiyo tunawapa rt hara, special hara viongozi wetu wanatakiwa walitambue, hivi mpira una tabanudi nyingi. Sasa hivi watu wana roho mbaya. Washasikia Simba huko mara inatangazwa hivi na kafu mara na FIFA mara si na nini. Tayari roho na wauma. Sasa hivi Simba ni nafasi ya 4. Belkani ameshashushwa. Umeelewa? Simba ni nafasi ya 4. Si umeelewa? Lakini umeshasikia kuna mchambuzi wote kazungumza hili swala? Kimya. Lakini kiuhalisia tayari Belkani alifanya nini? Ameshuka Simba amepanda juu kwa sababu pointi alizotuacha zilikuwa ni pointi mbili. Simba ashatengeneza pointi ngapi mpaka sasa hivi? Pointi takriban 4 mpaka tano tushamwacha Rais Belkani si tunashika nafasi ya nne barani Afrika. Kwa hiyo hii watu leo inawauma, wanatangaza yanga tu kaongeza nini, skawa nafasi ya tisa. Sio hiyo renki imetoka lini? Lakini kiuhalisia Simba sasa hivi ni nafasi ya nne, kwa sababu Belkani ameshindwa kufuzu kwenda makundi. Yeye hajatengeneza kitu, si tumetengeneza point. Si umeelewa? Kwa hiyo ndio maana unakuta viongozi wetu wanatakiwa wawe, wawe na harat kwamba wajue kabisa kwamba mechi zetu zinakuwa ngumu pindi mtani anapoanza kucheza, umeelewa? Kwa hiyo yeye akicheza kuna vitu sijui anaviacha pale uwanjani, mechi inakuja kuwa ngumu kwetu, kwa sababu mtu tulompiga Jumatatu hawezi kuja kutusumbua tukose hata goli mbili hapo, lakini imekuwa ngumu. Lakini ni kuchukulia akimpira, Simba ni timu kubwa, tume difensi walichotaka kiwe akijawa, Simba imefuzu, wamnayoyafanya Simba e, paka anawasaidia ninyi ku kufuzu hatua kubwa, kubwa za za klabu bingwa, ni wakati sahihi ambao timu zetu za Tanzania zinazoshiriki mashindano ya kimataifa kujifunza vitu vingi, ikiwemo mbinu ambazo mnazitumia katika mashindano ya klabu bingwa hii. Ameshamaliza mwenyekiti wangu Mangungu juzi, wakati anaojia, anasema anayetaka kujifunza aje, milango iko wazi, tutamfundisha. Umeelewa? Na hata kufuzu timu nne, wewe unafikiri chachu imetoka kwa nani? She, unapokuwa na watoto wako mfano watatu, sawa, hawapendi shule ukiletewa mtoto wa ndugu yako umlee, akiwa anapenda shule, hao watoto watoto wako watatu watakuwa waongeze jitihada kwenye kusoma, lazima wataongeza jitihada, si umeelewa? Mimi wakati mzee wangu anafariki nikachukuliwa na kakaangu mkubwa, sawa. Nimechukuliwa darasa la tano, umenelewa. Naingia nyumbani kwake, mwanawe wa kwanza yuko darasa la kwanza, binti anaitwa Zainab, si umeelewa? mwisho wa siku, darasa la saba ananiona mimi baba yake mdogo nimefaulu tena, kwa wastani mkubwa, naenda special school Tambaza kipindi kile, umenielewa. Yule mtoto alichanganyikiwa, naye alichachamaa, nikirudi ananisumbua, baba mdogo, njoo nifundishe, nikienda kulala hataki, nikiweka vitabu vyangu mimi nataka nisome, anakuambia kwanza nifundishe mimi. Kila mtu ametoka, yeye akaja. Amina naye hivyo hivyo, na yeye kafaulu, kaka kakafaulu, kakaenda Jangwani, akaja huyu mwingine naye akaja, kafaulu kaka, akaenda Zanaki. Matokeo yake familia nzima mle ndani ya watoto watano wa kike wote walikuwa ni ni wasomi, na sasa hivi wana madigri yao, wako vizuri, wanafanya kazi zao. Lakini chachu iliyokuwa ni nani? Ni mimi niloingia pale, si umenelewa? Kwa hiyo hata hapa Tanzania ukiona timu zinafuzu sasa hivi timu nne, chanzo ni Simba, umenelewa? Ina maana Simba yeye ndio aliyosababisha kupelekea chachu ya timu zingine kufanya vizuri kimataifa. Wanajiuliza huyu anawezaje? Unajua kujifunza sio lazima ujifunze direct. Sawa eh? Kwa sababu kuna direct na kuna indirect. Direct unamfuata mtu bwana unamuuliza moja, mbili, tatu. Indirect unaangalia vitendo vyake anavyovifanya. Kwa sababu education is a transfer of knowledge from one point to another. Kwa hiyo ina maana hao wameipata knowledge. Na knowledge sio lazima yani uende direct uipate kwa mtu moja kwa moja. Unaweza ukaangalia. Jamaa anapika mandazi, anapikaje? Anakandaje? Ah anaeka hivi. Ah, anafanya hivi. Anakata hivi. Anaeka nini? Anaeka hichi, anaeka ingredients zake. Yaani wewe ukishaangalia tu tayari you going to do it. Kwa hiyo ndo Yanga ndo Azam alichokifanya, ndo Singida alichofanya alichokufanya. Lakini baba wa mikakati hii ni nani? Ni Simba Sports Club ndio ame pave the way. Na Simba nao walijifunza kupitia nani? Simba viongozi wetu, umahili wa kucheza mechi za kimataifa wamejifunza kupitia mkubwa wao ambaye ni nani? Azim Deuji kipindi kile yuko mfadhili wa Simba. Alikuwa yachi timu yake anasafiri nayo popote ilipo. Simba naye yupo Azim Deuji. Umeelewa? Kwa hiyo Azim Deuji 93 ndo alipave the way sasa. Kuonyesha jamani, mashindano ya kimataifa yanachezwa hivi. Mikakati ni hii. Timu inatakiwa icheze nje hivi, icheze ndani hivi, ili wachezaji washinde mechi zote hapa nyumbani. Tunatakiwa tufanye nini? Waekeni posho hii, posho ndio maana mpaka leo yule mzee. Mara anakuambia goli milioni 15 anaweza yani, ili mradi anajua kwamba aingile wapi atoke wapi. Kwa hiyo ile imepelekea Simba viongozi wanarisishana. Alafu uzuri wa viongozi wa Simba hawaondoki kwenye Simba yao. Ndio maana unakuta kuna wanafiki wanapiga kelele o, viongozi wa Simba wanarisishana sijui nini, anatoka huyu. Hapana, watu wanarisishana maarifa. Ile inaitwa nini? inaitwa life in Elthans. watu wanarisi. Umeelewa? Huwezi ukachukua kiongozi mpya ana knowledge aina yoyote akakuendeshea timu, tusidanganyane. Huyu engineer um, umaarufu ameupata kupitia Simba. Amefundishwa na nani mpira engineer? Wakati anaingia Yanga yeye mwenyewe anasema sina uzoefu na mpira, nitawatafuta watu wanifundishe. Mtu alienda kumfundisha, mtu wa kwanza ni Senzo Mbata Masingisa, CEO wa nani, CEO wa Simba, alitolewa kutoka South Africa Orlando Pirates. Sio maana Simba, Simba ndo akamtoa South Africa ndo sio wa kwanza anakuja hapa. Analetwa kutoka nje, watu wote tukawa tunashangaa Simba vipi? Huyu sio wa nini tena? Ni usajili tunaambiwa usajili, usajili mkubwa. Usajili gani? Ndo analetwa sio Senzo Mbata nini Masingis. Mbata Masingis anakuja ndo anaanza ma, maswala nini? Kutafuta mechi analisis, video analisis, anatuletea yule Mzimbabwe. Mavunge sio mavunge. Anaenda kutusajiliwa wachezaji bora kina Mixon. Wanakuja kina Kagere. Wanakuja Si umeelewa. Lakini yote kupitia nani? Kina Kayata. Kupitia Senzo Mbata Masingis na kuweka mifumo ya ki electronics, ya kadi za mashabiki na za wanachama, ndio Yanga wanamchukua, ndio wanaenda kumfundisha injinia, bwana, mpira unaendeshwa moja mbili tatu, moja mbili tatu. Wanatoka hapo hawajaridhika, wakanda Senzo Mbata Masingis, baada ya kuona hawaelewi Yanga mikakati yao iko vipi katika uwekezaji, akaona mimi sina kazi ya kufanya, akaondoka zake. Wakaja wakamchukua Manara waendelee kupata knowledge from Simba kwa Yanga. Ni sawa sawa na mwanafunzi ambaye anajifunza akiwa anachungulia dirishani, hataki kukaa kwenye benchi. Kwao ni wazi sasa kwamba Simba ni chuo cha mpira, kwa sababu hata wachezaji wengi wame waliopita Simba wameondoka na CV kubwa. It is not me simelelewa, sio mimi ninayezungumza, alizungumza Bernard Monson, Simba Sports Club is a university of football, Tanzanian football. Sio mimi, Bernard Monson mchezaji mkubwa aliyazungumza haya, si alikuwa Yanga? kwani siku ya mwananchi Yanga sio alimtambulisha, aliongea hayo maneno. Kwa nini aje kuyaongea hayo wakati huko Simba? Anakwambia Simba ndio chuo kikuu cha nini, cha mpira wa Tanzania. Sumenelewa. kwa hiyo university of tanzania ni football ni Simba sports Club. Azam leo wameingia makundi, wamejifunza kupitia nani? Kupitia Simba. Singida wamejifunza kupitia wapi? Kupitia Simba, si umeelewa? lakini muangalia huyu simba mechi za away. Simba kitu cha mnashinda, umfungi anaonyesha tofauti msimu huu eh. nyumbani Nyumbani huko akija, wanatubania, wanaweka kama madudu yao pale uwanjani, watu huko wanatuasale, lakini ugenini lazima mtu achapike. Sasa ni timu ya ajabu kwenda kushinda goli tatu bila ugenini eh? Nyumbani una relax, ushamaliza shughuli, unashinda moja bila nyumbani una relax. Ndio Simba ilivyo sasa hivi. Kwao Simba tuna inaonekana kabisa hapa Tanzania, hawa wenzetu wanaotufata nyuma. Kuna mikakati wanatuwekea ili sisi tushindwe tushuke pale tulipo ili wapande wao, lakini kupitia kutuangusha sisi. Wewe jitahidi tu. Tukiwa wawili pale si ndio vizuri? National sikakaa na piramidi kule juu. Piramidi si anamtafuta National, amemzusha piramidi National. Anapambana yeye kama yeye. Umenielewa? Lakini sio utake kumshusha mwenzio. Tupambane kwenye ligi kimataifa, tusipambaniane. Kila mtu apambane mwenyewe kwa nguvu zake. Mtu afeli afeli yeye, yeah, yeah, lakini sio kuharibiana mechi. Lakini kiuhalisia ndio iko hivyo, Yanga akitangulia kucheza, Simba nyuma, mechi inakuwa ngumu na wanaforce wao waanze kucheza, Simba aje kumaliza nini kwa mwisho kwao. Tunawaambia viongozi wetu, inatakiwa na sisi sasa twende kafu, tuwaambie, tunataka tuanze na wao, wafanye nini, wamalize sisi. Hatuna iana, tulianza mechi yetu sawa wakaja kucheza TP Mazembe wakashinda tatu. Sisi, sisi tunapambana sisi, kama sisi hatupambani na timu ya mtu, umeelewa. Lakini wao wanapambana na brand yetu, na hii kauli nawaambia viongozi wanatakiwa wawe makini na kauli za injinia. Injinia alishazungumza, nina, nina, nina tunawanyatia kimya kimya, mwisho akaona bora ataje Simba, tunamnyatia kimya kimya, lazima pale tumshosha tukae sisi. Aliongea live mpaka alikamu, aliongea hivyo vitu kwa hiyo viongozi wanatakiwa wawe na special warrant, unyatua kwenye ndo huku, umeelewa? Kwa hiyo yani, hii sasa inakuwa ina ileti msingi katika mpira wetu wa nini wa Tanzania, kwa sababu leo ligi iko namba 4 kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya timu kufanya vizuri kimataifa. Sasa tukianza kuharibiana haribiana, tafsiri yake tutarudi kule kule tulipofanya tulipotoka. Simba tumeitoa ligi mbali, ligi 18 17 16 17 ligi ilikuwa mia moja na nne kumi na nane kumi na tisa Simba ligi ameitoa mpaka ameileta.